Uka? Yeah? Yeah. Tumeamka kwa. Are you, are you guys still, uh, arguing? Eh? Are you guys in a good mood? Are you in a good mood? Ah? Ah? Amjaongea? Tukisema, tuambiane? Nini? I, I say it. Mambo, mambo ya kugombana kwa nyumba nilisema iishe.

I I I respect Respect. Ah, ah, no, no, ni a, ni uh, ni? Uh, no, we are not not going to live like this. I see. You know, na... I you. And I and you mm -hmm. so, uh, you know, love, love And also. So what? But you always spend time time with her, not me. Sasa, spending time... he iy imetokea si wapi? Juzi si nililala kwa room yako. Juzi kwake. Kwani mimi si, hey. Si my husband. Kwani wangu, usiniongeleshe by the way. Na wewe, na wewe uchague we mtu mwenye unataka, si kushindanga hapa. Kila time no, ke, what no, want? No, no. You see, mimi nilisema mila na desturi zangu zina liluhusukwa na bibi wawili. Either unichagua ama unichague ama I will go. No, no one is going. No one is going. If you want to go, go. No, no, unataka kwenda. Mimi ndio niko na authority hapo, kuzana hapo. No, mimi nyamaza, nyamaza. Unataka kwenda. No, no, no. We are not going to argue. Mimi nimeongea vizuri na sitaki stress So mko sawa? No, no, no, you don't shout at your man. I hii mambo tutaongea kama ni kuita pasta, tutaita pasta. Sioni haja hapa stabili. Mm. Ni... Sioni. Hata kwa mimi sioni haja ni hapa stabili. Niko na jina by the way. Niko na jina. Baby, baby, yes, baby. Talk to me. Listen to me. Talk. look at me. Focus on my eyes. Uh -huh. Wachana na yeye. Relax, okay? Uh -huh. Baby, look at me. Look at my forehead. Relax. Okay. Uh -huh. Mimi nimekuja leo niko na meeting very important. Uh -huh. Leo nataka kupatana na Ndindi Nyoro. Okay, most people don't like him. But we have business. I have business. Okay, simwende na yeye tulikuwa, nataka no. Saa hii no, asubuhi nataka no, kuoga nataka mtu atanisugua mgongo. Si amelala na wewe, usikuwa amekuwa na wewe We are doing this. No, na no, no, no, no. So mi, no, so mi hauna time yangu. No, okay, siivo. Do this. No, no, no, no, do this. Mtaniua, mtaniua, mtaniua. Baby, mtaniua. Babe, umelala na ye. No. Chagua. So, let's do this. Chagua. Sitaki kuwa biased. Mm-hmm. The same feelings. Roho yangu ni 100%. Ikikatwa katikati hivi kama queen cake. Nusu ni yako, na nusu ni ya. Yako. So, hakuna mtu ako na three quarter mwingine kuota. Mimi niko na three quarter. Mm. No, no, no, no, no, no, no, no. Wacha nioge peke yangu, hakuna haja. Mgongo yangu ya ikuelezwa ni mtagombana, si ndio? Wacha mi niende nioge, wacha ndaoga peke yangu, ngumu

nyumba inanichokesha. Hey, hey, wewe who is always talking, keep quiet. Naongea yeah. hata mtaki kusikia ni fengeni. When, when, whenever man is speaking, keep quiet. Nitaita ndugu Kibe hapa na mtafurahi, nitaita Kibe. watu wa and, uh, <laughs> gani? Ai, yeah, si uniaddress? kwani unagopa kuniaddress? kwani wewe nilikuwa naongelesha, wache kiudem. Nani amekataza? Sasa huyu kazi yake ni kuongea

Si umenitisha 5000? Mbona unapea thao? Unakuwa je, unafanya kazi gani? Umeshinda umekaa hapo chini. Jana kazi nime... Kazi gani umekuwa? Nimekuwa mtu atakuwa ananikelelesha kama mtu mwenyewe. So, babe, babe, jana nimefanya kazi akiwa amekaa. Did I complain? No. Exactly. Mbona unapea thao? But, but I sent you 5000 juzi. Ile ilikuwa ya kazi nyingine. Free yake iko na kazi nyingine. Wow, so it is like that. Uko side yake. You know what? Shika hizi.

Hebu toka hapa. Unajua unaniudhi. Nitakugonga. Toka hapa. Okay, funga. Ah.

Kwa, kwa, mabeshte wako niko na mabibi wawili mm, wanakuanga mafala sini ukweli, niko na mafala hapa, bibi wawili niko na lakini so, mafala ni sisi maji. Hata aje nikwambie, hatosheki <laughs> unajua beshte, hato yako ametuambia <laughs> je, yule mm. mm. side chick wako akilini, eh ulikuwa unamwambia nini mm -hmm, sasa aenda kwake. Unajua aje mm -hmm. at this point Pasa ndani. Ni nini tunaongelea sana? You, you know, you know I I'm yes, shock. Yes, I'm in shock. Sioni. Yes, yes, yes. yes, yes, yes. Eh, utakufa eh, mzee.

Am I dreaming? I've just been left. Yaani Mayoyo ameachwa, mtoto wadogo anaacha mzee. You must get to the bottom of this. Kuna mtu ananikorogea mahali, salale! Kwanza ni amke.